Well, wapenzi, wakati safari ya London imeshaamka, iko lelelele. Jamani, mtu na mume wake wanaagana for the first time, tumeona wako pamoja baada ya maneno mengi sana kwenye mitandao huko. Sasa hivi tumeona tena pamoja. Jamani, hawa ni mke na mume, talaka hata ziwe kumi kapewa talaka tatu, kapewa talaka moja, hakuna hayo mambo jamani. Mtu mtu kaolewa hata miezi mingapi hajafika, eti talaka talaka, mchezo ana dunda huyo na mume wake, mambo yako lele lele, wanaagana hapo na juksi iko pembeni, huyo vizura bwana. Zuchu mwenyewe anaagana na simba la masimba Dangote, eh, mnamwona Zuchu anavodeka jamani, ai ai, awe mnamwona Zuchu anavodeka, eti analia jamani, jamani! Mpenzi wake anamuaga, nenda zake London kwa ajili ya show. Penzi shata shata, penzi limekolea nazi hili lika kolea viudambu udambu vipili pili, vindimu ndimu vichumvi chuvi vichu, vichu. Acha tu Zuchu fans, naomba tukutane kwenye comment jamani. Zuchu fans, mnamuona Zuchu alivyokuwa na furaha, mnamuona Diamond mwenyewe kalipeleka busu mwenyewe. Hebu hebu angalieni tena hapa vizuri mm. Angalieni achaneni na hili busu la kwanza, ili ili achaneni nalo, subirini muone lile busu la pili la Diamond mwe Uyo, uyo. <laughs> Wewe acha tu mm? Subirini mtaona sabra, aya sabra. Ay, jamani mnaiona, mnaona busu hilo ewa? Diamond u mwenye kakolea kafa kaoza kwa Zuchu. Anaebisha naye nimkute kwenye komenti tubishane vizuri, bisheni. Anaebisha abishi, lakini ndo hivyo Wanapendana, wanapendana tena na tena, walahi mi nasikia raha jamani. Eh, ili penzi mimi linanifurahisha sana. Yani nikiwaona hawa wawili basi mi moyo wangu unasuzika, na hivyo wameoana basi ndo kabisa, moyo wangu umepoa, kwa sababu sisi ndo tunaijua shida ya Zuchu walioipata mpaka kuipata hii ndoa. Sisi ndo tunaelewa, mashabiki wa Zuchu, vipenzi vya Zuchu, sisi ndo tunaelewa mikasa aliyopitia mpaka kuipata ndoa na mpaka Zari nimeposti video, nendeni mkaangalie. Zari kakubali kwamba Zuchu anahitaji tuzo kwa sababu kaweza kushinda, yeye Zari kashindwa mwenyewe. Zari kaongea kwamba bwana, mimi nimeshindwa. Tanasha Donna kaja na yeye kashindwa, lakini Zarina, eti Zari lakini Zuchu kavumilia mpaka Mungu kamjalia kaipata ndoa. Uvumilivu ndio huu unaotakiwa, jamani, ng'ang'ania unapong'ang'aniwa. In Zuchu's voice, nang'ang'ania kwa sababu na mimi nang'ang'aniwa. Kwa hiyo kang'ang'ania, mwisho wa siku kampata Diamond wake mwenyewe, wanakula maisha, wanastarehe, wanafurahi. Waambia midomo fyata. Hapa kilichobaki ni vitu viwili tu, tusubirie sherehe na katoto kingine ka Diamond na Zuchu. Zuchu is first born tumsubirie mm, akitoka kwa nani? Kwa Diamond, si mnamwona, mwenye hajataka papara, hajataka kuzaa e. Na Diamond wala yeye kaitaka ndoa bwana, kwa sababu walopita wote wamezaa naye na hawajambulia chochote, hawajambulia ndoa, wameambulia kuachana tu, kupigwa matukio, lakini yeye kaitaka ndoa na kaipata ndoa sasa. Tusubirie the big wedding wedding, eh? Tusubirie na ka baby katakachokuja, jamani zuchu fans Tukutane kwenye komenti jamani, nasikia raha. Ila jamani, kuna watu wengine wanawivu sana. Utasikia jamani, ndoa hiyo ndo, eh, enyee hiyo ndoa enyee, kashapewa talaka, hajapewa talaka. Jamani, hata kama kapewa talaka, haiswihi. Huyu ni mke halali wanasib Abdul. <laughs> Ala! <laughs> Simba jike mwenyewe, huyo ndio Zuchu. Well, my beautiful people, msisahau ku drop your comment hapo chini kuhusiana na hii video nzuri sana ya Diamond na Zuchu wakiwa pamoja eh, baada ya muda kidogo wa maneno maneno huko mitandaoni pia yeah, kama ulikuwa huja subscribe, basi huu ni wakati wako mzuri kabisa wako subscribe, weka notification yako on ili usipitwa na mambo nzuri na matamu zaidi ya maselebrities haya. Malizieni na hii video itizameni, hapa nyinyi wenyewe muitizame na muipasishe na wapendeni.